Mtazamaji ninakusalimu nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Kwa wewe mgeni hapa WEMU Online TV, ninakuomba subscribe yako, gusa neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video hii moja kwa moja uendelee kupokea taarifa zinazojiri. Ukiguswa basi waweza pia kubonyeza alama ya kengele, lakini waweza kulike, kukomenti na kushare Mtazamaji, mwezi wa pili ndio, ndio huu mwezi wa mapendo, mwezi wa wapendanao, mwezi wa pili kila mwaka maadhimisho hayo, Valentine Day maarufu kwa jina hilo. Basi mtazamaji, leo kwenye mitandao ya kijamii zimesambaa picha mtandaoni zikimwonyesha mwimbaji wa nyimbo za Injili Bi Miriam Chirwa, ambapo zimewaacha mashabiki na wadau vinywa wazi kutokana na kuonekana akiwa amevaa shela bila kuonekana kwa yule bwana harusi ambaye alionekana awali. Mtazamaji, watu wakajiuliza ina maana Bi Miriam ameolewa kimya kimya? Mtazamaji, Bi Miriam alionekana ameshikilia pia uwa lile wanaloshikilia mabii harusi mithili ya kuingia ukumbini, ambapo mashabiki wamevurugwa lakini inasadikika alikuwa anarekodi wimbo ambao umekuwa maarufu kwa jina la Nenda na Mungu Akutangulie. Wimbo huo mtazamaji, umekuwa ukienea kwa spidi kubwa, kwa hivyo imemlazimu bi Miriam Chirwa kufanyia video yake, na endelea kusubiri wimbo huo utakapotoka. Basi jiandae kuupokea na kuuona kwa uzuri kabisa. Eh, wimbo wa bi harusi wetu mtarajiwa Miriam Chirwa. Aidha, bi Miriam Chirwa mwimbaji huyu wa nyimbo za Injili anasema harusi yake iko pale pale katika tarehe na mwezi uliopangwa ndani ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita. Mtazamaji, Miriam Chirwa bado ni bibi harusi mtarajiwa leo. Katika shela lile ulilomwona na mavazi, basi ndio kama hivyo. Inasemekana alikuwa akirekodi wimbo wake huo. Jiandae kuupokea utakapokuwa ukitoka.